Yo, yo yo, karibu ba Sports. I say Taifa Stars timu yetu ya taifa still bado ipo katika changamoto kubwa, kubwa sana bado inasikitisha. Timu inatia huruma kimtindo, si ndio? Yes, okay. Haiwezekani tunakutana na timu ambayo yenyewe pia haijafuzu na sisi hatujafuzu na, no, bado tunaenda kumalizia mechi bado no, tunapiga tuna wachezaji yes. Tuna wazuri sana hii mechi imechezwa na wachezaji hadi kutoka nje. mm -hmm. Bado haionekane chochote ambacho kimefanyika pale. Ima wewe unahisi, yes. shida iko wapi zaidi kwenye Taifa Stars? Ah, kwenye Taifa Stars mi naohisi shida kubwa sana na ile kutoka kujiamini. Unajua, kama tunachukua wachezaji ambao wanacheza vilabu vya Simba na Yanga ambao vinashika mpaka mashindano ya kimataifa kimataifa. Mm. Wao wanashindwa kuperform kwa Taifa Stars. Tunasema kama najua, najua Taifa Stars ina maplaya wazuri sana, nasema tu, shida kubwa ya Taifa Stars ni ile kuto kujiamini kwamba sasa tunaweza tukashinda kuna na mshindani wa wena yote ile, unajua. Ndio maana ukiangalia mfumo tunza kama akawa mzuri sana akiwa Simba mzuri ile akiwa Taifa Stars anakuwa mbovu sana shida kubwa sana tu ni kujiamini kwamba mimi niko kwa kama pale forward kama kama kama beki au kiungo, naweza koko, kukompea na mtu yoyote hule ndo maana sababu kubwa sana taifa sasa linafanya vibaya sana. Yaani ni kubwa sana ni kujiamini tu. Na vile vile pia tuseme kwamba ni wengine wa mashindano na, na, na ile hofu kwamba ah, sasa endapo pia vile vile ile kutoka kujituma, unajua mtu anahofia kuumia akiwa na timu ya taifa kwa sababu gani? Unajua anaweza ha, akapoteza namba klabu yake avyeve kapelekea vile, vile kufanya timu ku timu kumwacha msimu ujao. Sasa mtu anakuwa anacheza mawazo yako pale, yani moyo uko pale lakini mawazo yote hapo kwenye klabu yake kwamba nikisema ni kazi sana hapa na na tumesha na, na kosa kufuzu, hasa ni kazi sana hapa. Nije niumie afu mwisho wa siku narudi tena kule na kata na benchi timu na hapo inataka tena msimu unaofuatia, kwa mtu mtu anajaribu kukompea kati ya ya, ya klabu yake na timu na timu ya taifa. Tofauti sana, tofauti sana sisi na na Ulaya. Unajua Ulaya mtu anaweza kata akaumia yeah. Wakamvumilia hata hata hata, hata msitetu mfululizo wakamvumilia, lakini kwa timu za kibongo hapa Yaani kuvumilia mtu zaidi ya msimu mmoja mtu yuko nje ni ngumu sana, yani hakuna timu ambazo kabisa kumvumilia. Sasa mtu anakuwa anahofia kwamba je, nikiumia na, na timu ya taifa, je, endapo kule klabu yangu je, itanihudumia mpaka msimu mmoja tutakuwa kwenye timu? Kwa hiyo mtu anakuwa anacheza akihofia kwamba yani, asije akapata injury ya aina yoyote ile ambayo itamtoa mchezoni mchezoni, yes. yes, yeah. kitu kingine ambacho napenda pia kusema na ile kuzalao wachezaji ambao tunachukua kutoka nje, unajua kama mechi yeah, kama ya jana ile kwa jamaa hivi ni mzungu anafanya anyway, vizuri sana kama yeah, mmoja e, kama mzungu, mzungu. Fani hivi yes, wakati tunamchukua, mashabiki wa Taifa Stars, mashabiki wa Tanzania kama mimi mimi ndo sahihi, kaingia dakika ya pili kaingia na mwisho kwa hiyo mtu vizuri, fanya vizuri kwao, tusiwazalau watu ambao TFF au kocha imewaona huko nje ka. Hata kama wachezaji ligi za daraja la kati la, la chini la, la, la, la, la, kabisa, tusiwazalau sababu so, kwa kwa, so, tunavunja moyo mchezaji um, ni, ni, ni, ni, ni mzungu, ni, ni, ni, ni mzungu amba amba ka kabisa kila kitu okay. Ila tu ana asili Okay, yes. Tanzan. Yeah. So, kutokujiamini, kuto pia na kutokuwa na ile hamasa, najua sana ha kubwa sana kubwa sana na ile mchezaji anaofia kujituma kwenye klabu yake asije akapoteza ugali wake kwa sababu kula na kwa toposho na za muda mfupi, lakini huku huku Simba na Yanga beti la ufundi, hakuna kocha mzawa yoyote ambaye anaweza akatufikia nchi ya ahadi, hayupo. Yani hakuna kocha mzawa yote wa Mtanzania ambaye anaweza sisi Akafanya timu ya Taifa Stars ikawa timu shindani hayupo, ndio maana tunatoka sasa tu. Wewe, huo ni shida inaanzia hapo, ukiachana na mambo ya kujiamini na kila kitu. Tukarudi tutafuta kocha ambaye, yes, kocha yeah, ambaye ni very smart, anajua pia vile vile mpira wa Afrika. Kuna kipindi fulani kwa Taifa Stars, kocha ambaye angalau kidogo anafanya vizuri sana, hiyo sababu hii timu ina progress, lakini huyu kocha ambaye si ni kaimu kocha sasa hivi, si ni kocha mkuu Yani uone, yeah, yeah, yeah, kama kuna progress yoyote, tumeenda kwenye AFCON uone, tumekwenda kwenye, ini, si kwenye chani. Ah, iko hivi sasa, mm. So, progress kwamba tunapoishia kwa fulani basi next time tufike hatua nyingine, lakini so, progress tunaoshia hatua kwamba, yani team wao kufika finali so by surprise bro, yani walianzia kujipanga tangia mdali kwamba tunatoka watu wengi watu hapa. So the first years woni progress yote woni, yani tuna mtu mtu ambaye anakwenda mbele anarudi nyuma, tunakwenda mbele anarudi nyuma. Sasa toka tuna kama timu, labda kama tukikoma watu wa fulani labda msimu labda mwaka wapa mwaka ndo tufika watu wa fulani, hiyo ndio progress. Lakini sisi tunakuwa tunakuwa watu ambao tuna timu lakini timu wenyewe haina progress yoyote, yani timu woni woni timu ikifika sehemu yote ile, sasa nakuwa ni tatizo pia hata kwa kwa wachezaji nataka tufike pia vile vile wachezaji ambao wana hali ya kutumikia Taifa Stars tuwache kubezi kwenye hizi Simba na Yanga, okay. E yani, tuache kubezi kwenye Simba na Yanga. Timu ya, lakini sio kila siku walikuwa hapo na wachezaji wengine

ni kocha ambaye hawezi kutufikia, so Tanzania sehemu yote ile ya achievement yote ile, kutokuamini wazao. Kwa hivyo unajua, iko hivi, tumwamini mzaa basi atupatie CV yake kwamba shi kupa timu yote, lakini hao hao makocha wa nje anasema ukisoma labda klabu fulani sasa hakocha wazawa, mimi mtu ambaye hana experience yoyote na timu yoyote, tafute makocha ambao kwanza kabisa wana experience na soka la Afrika, yes. Ambao sio wazawa. Hakuna mzawa yoyote ambaye ana uzoefu na soka la Afrika, hayupo huyo mzawa, kwanza hayupo huyo mzawa. Yeah. Tafute kocha ambaye alishawahi kuwa na timu ya taifa ya taifa yote ile ile timu ikafika hatua fulani Inakuwa ni kama reference yani kama benchmark ya kuanzia pia vile vile. Tuamini vijana wa timu zingine yani, so kwa sababu tu uko Simba na Yanga hapa, hata kama anakaa bench unamchukua, hapana. Pia vile vile nataka pia TFF vile vile, TFF iandae vile vile kama ni academy yani, ichukue vijana iwaandae, bwana hawa vijana tunachukua 2025, lakini hawa vijana ni hii ni dream team. After 10 years Afon. Tanzania. Yani, mm -hmm. Yani, tufanye, tufanye kama... kuna, kuna tofauti wa wachezaji wetu wakiwa wanacheza na club zao na kuna tofauti ya, ya, ya, ta, ya, ya taifa, klabu za Simba na Yanga zote wanapocheza na wanapocheza hmm. Yani, mm -hmm. Yani, no. Kwenye naongelea club ambazo zina, yeah. Zina, zina, zina mafanikio siwezi ku... Sasa hivi mimi nikikaa hapa nazungumzia so Simba, Yanga na Azam, bro. Yes, hizi zingine eh zote hizi ni kama tu hapo kwenye ligi. Kwa hiyo ligi iko hivi, nikizungumzia Simba, Azam na Yanga ni klabu ambazo performance yao kubwa sana inabebwa wachezaji wa kigeni, sio wazawa. Nikwambie hivi, mchezaji ambaye

Yupo huyo ambaye mmemchukua ya taifa hivi, anapata namba, iko hivi bwana, iko hivi blaa. Simba na Yanga na Simba na Yanga na Azam, yeah, zinabebwa na wachezaji wa nje, yani hakuna mzaa ambaye anaweza kubeba Simba na Yanga, tatizo hilo nalo. Unajua tunakuwa na ligi nzuri, sio hivyo, ligi bora. Tupunguze namba wachezaji wa nje ili tuinue wazawa, uweze kuwa na namba kubwa ya nje haiwezekani. Tupunguze namba ya wachezaji wa nje ili so wazawa, mm, wapate na wa namba kwenye timu zao Yani, yes. Ta wachezaji ambao, yeah. ambao, mm. ambao, wa, ambao ni wa Tanzania wametoka huko nje ni wachache ambao kule wanafanya vizuri na wana majina, most of them ambao wanakuwa tunawaona wanakuja hata tujue timu za, ukiangalia angalau ambao wako hapa kwetu, hapa Simba na Yanga ambao ni wa nje. Kule, unye baz, salt, yes, baz, kule ha, kwa wenyewe namba ni kipengele namba ni kipengele lakini kwetu hapa ni masupastar, muone kwa kuna kwa VV kuna, kuna shida pia vivyo vile, sijui niseme ni shida si ila ila, kikubwa sana sana, tunatakiwa TFF wajaribu kutafuta dream team kwamba wachukue vijana wadogo wa TSC kama ni academy au kama ni, ni, ni, ni kambini wa, waandae plan ya muda mrefu, long term plan, kwamba hii timu ya Taifa Stars labda kama vijana hao wa Taifa Stars tunachukua vijana hawa, ni timu ambayo labda after 5 years tufuzi AFCON kufika yes, saba tua labda ya robo fainali. Mfano mzuri ni Jerumani, Jerumani waekaa wae ten years bro, waa wa kuchukua World Cup we kwa dream team, wezelo ukachukua tu leo leo mhitaji juma kesho mwe mhitaji sana, uwezi pata timu ambayo. Maana hichi kitu anakiongeleaga anasema ama kocha ambao wapo katika timu za taifa wana mtindo wa kubagua wachezaji yes. Yani unakuta mchezaji anaamini kocha ana, ana mchezaji wake fulani ambaye yeye anamwamini huyu labda hawezi kumwita timu ya taifa. Vitu kama hivi unavyosikiaga pia zinatokea. So unahisi sababu ni hizo tu? Sababu ni hizo Blue. Hakuna wachezaji hakuna kwenye mpira, sababu ni hizo tu. Yani hamasa ipo, serikali inatoa fedha, ila kikubwa kikubwa tu sema, this time naona tumejitahidi kidogo. Eh, hapana <laughs> ziko tu zero Hamna ah, shida. So sisi yetu ni hayo tu, tuandikie hapo chini kwenye comments, tuelezee nini kifanyike Taifa Stars iweze kufanya vizuri zaidi. Je, shida ni sisi wenyewe kuto kujiamini, ama ni benchi la ufundi kuanzia kocha na wafanyakazi wengine ambao wako pale? So until next time, sisahau kucomment na kusubscribe. Bye bye.